Zimefika katika eneo hilo na kushuhudia askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji pamoja na askari wa jeshi la polisi wakiendelea na zoezi la kunasua mwili huo, ambapo mashuhuda wa ajali hiyo wamesema, ili gari nilivyosikia nil, mlio ule nika, nika, nimetoka barabarani kuangalia, yani barabara kule kule nyumbani lakini inaonekana gari hili lilianza kuyumba kabla hapa halijaanguka. Hata kule unaweza una, ukaona una, una, una jinsi ilivyopita kwenye nyasi ko limekuja, baada ya kuyumbayumba kufika hapa ndo likadumbukia. Baada ya ku kudumbukia, sisi tukakimbilia hapa, kufika tunakuta jamaa yule amebanwa, tunashindwa jinsi ya kumtoa kwayo, ya ya lakin, kwa hiyo hatujapata fursa hata ya kuongea naye, lakini kwa gari ambazo tulizifika hapa, nao walisema gari ilianza kuyumba toka yanakuja kule Gari ilivyoshuka hapa, sisi tulikuwa kule juu, nami ni miongoni kwenye magari, tulikuwa kule juu. Baada ya kushuka kwenye dauni, itaka ipande kufika pale juu, ndio ikapiga dauni, ilivyorudi chini baada ya kukwepa ya, pikipiki sababu amekwepa pikipiki. Baada ya kukwepa pikipiki, kurudisha gari hivi ili isiende huku bondeni, kulia kulia kwake kulikuwa na semi inakuja hivi yeye ikabidi akarudishe huko. Baada ya kurudisha kushoto kwake, gari ikaferi, ikarudi nyuma, mwisho wake ika ika ikaanguka. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Morogoro limethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kusababisha kifo, ambapo mkaguzi msaidizi wa jeshi hilo Inspekta Hashimu Rajabu amesema umekuta gari ikiwa imepinduka na katika gari kuna mtu mmoja ambaye ni mwili ambao alikuwa ameshafariki. Tumejaribu kumnasua na kumtoa aende hospitali kwa jitihada zingine. Huyu mtu anajulikana kwa majina ya Hemedi Salimu mwenye umri wa miaka 39 na alikuwa anatokea gari inatokea Melela ikielekea Dar es Salaam. Gari ilikuwa imebeba mizigo ya mawe mizigo ya mawe ndio ilikuwa imebebwa katika hiyo gari. Kwa hiyo gari ilikuwa imepinduka kabisa, yuko nope, peke yake katika hiyo gari. Kwa hiyo tumefanya jitihada za kukata mabati na kumtoa, alikuwa amenaswa ndani ya gari, kwa hiyo tumejaribu kumtoa nje. Mara baada ya zoezi la kunasua mwili huo, askari wa usalama barabarani na wananchi kwa ujumla wakalazimika kuyatoa mawe hayo barabarani kupisha magari mengine kuendelea na safari. Mtazamaji wa ITV, kama unavyoshuhudia, hii ni ajali ya gari hili ambalo amebanwa mtu mmoja na kufariki papo papo, na hapa tunashuhudia jinsi wananchi wanavyoondoa mawe barabarani ili kuweza kuwa na magari mengine yanayohuruhusiwa kupita. Nick Report, ni kiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV.